Makabidhiano rasmi na mkandarasi ambao anakwenda kujenga airport hii ambayo itakuwa international airport ya Serengeti ambao kwa kweli sisi kama Wanaserengeti imekuwa ni jambo ambalo tukilisubiri kwa muda mrefu sana. Sana, sana, sana. Kwa siku hii ni muhimu sana kwetu lakini kwa Wanaserengeti wana Mara lakini na Tanzania kwa ujumla wake. Jambo linalokwenda kufanyika hapa ni kubwa, na sisi tumewapokea kwa mikono miwili na tunawakaribisha sana sana kwenye wilaya yetu ya Serengeti, lakini pia tunaishukuru serikali imetusaidia kufanya huu mradi wa, wa, wa airport lakini vilevile tunaishukuru sana TAA kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupa, lakini pia kwa kutusaidia kulipa fidia ya fedha ambazo zitaonekana watu ambao wanatakiwa kupewa compensation ya maeneo ambao wanatakiwa kuhama. Eneo tulilonalo hapa ni kubwa ambalo tumeambiwa ni kilomita 3.8 lakini nalohitajika kwa ajili ya airport ambao tunaitarajia ni takriban kilomita 5. Kwa hiyo tuna imani kwamba hili jambo tutakwenda kulifanya. Wote tunafahamu ardhi ni ya serikali, kwa hiyo chochote ambacho serikali itaamua kufanya, tutawaomba, tutawaelimisha wananchi wetu, na tunaishukuru serikali pia kwa kusema kwamba pia itawapa fidia kwa maeneo ambayo yatakuwa yametwaliwa na kiwanja hichi. Kwao sisi tuendelee kuwashukuru na kuahidi kwamba kama Serengeti, mimi pamoja na timu yangu yote ya wilaya tutawapa ushirikiano wa hali na mali. Jambo lolote ambalo litahitajika kutoka kwetu, tutakuwa tayari kutoa ushirikiano wa masaa 24 ambapo tutakuwa tunahitajika. Tunatarajia hichi kiwanja kitaanza kwa wakati na kitamalizika kwa wakati kama ambavyo tumeambiwa. Kiwanja hichi kilikuwa kitumie miezi sita, sorry, kilikuwa kitumie mwaka mzima miezi kumi na mbili kufanya hii feasibility na kumalizi, upembuzi ya kinifu na kumalizika, lakini tumeambiwa kwa ajili ya uharaka wake jambo hili litatumia miezi sita kwa tuna imani hata tukifanya vizuri zaidi ikapungua miezi sita itakuwa furaha kwetu, lakini kwa serikali pia. Kwa hiyo tuko tayari kuanza hii kazi na tuko tayari kutoa ushirikiano wote sisi kama Wanaserengeti. Uh, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa uh, na rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan uh, imeanza utekelezaji wa ahadi yake ambayo iliwapa wananchi wa Serengeti ambako siku ya leo uh, tumekabidhi eneo la mradi kwa mhandisi mshauri ambaye atafanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Serengeti ambako kiwanja hiki kitaweza kuhudumia hadi ndege kubwa ambazo zinazotoka hadi nje ya nchi. Nia kuu ni kuongeza ufanisi na kutekeleza a, dhana ya Royal Tour ambako kama tumekuwa wote ni mashahidi, Royal Tour imeongeza utalii na kwa kutumia hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti ambayo imeendelea kuwa hifadhi namba moja duniani. a, tunaenda kuongeza ufanisi, kwani kiwanja hiki kitakuwa na mitambo mitambo yote ikiwepo ya kuruka na kuongozea ndege na kukifanya kiwanja hicho kiweze kuwa masaa 24, hivyo kuwapa fursa watalii wengi zaidi kuweza kutembelea kiwanja cha ndege cha Serengeti kwa ufanisi na kwa muda wowote ambao utakopo unahitajika. Uh, kiwanja hiki kinatarajiwa kukamilisha usanifu wake kama ambavyo tulisema mwanzoni kwa kipindi cha miezi sita. Tunashukuru sana na tunaendelea kuomba ushirikiano mkubwa ambao tunaupata kutoka Wizara ya TAMISEMI, kutoka Halmashauri ya Serengeti, Wizara ya Fedha, uh, Wizara ya Uchukuzi yenyewe ambayo ndio Wizara Mama ikifanya shughuli hii na wadau wengine mbalimbali wakiwepo wananchi ambao tukimaliza tathmini hii watahitajika kuweza kupisha eneo la mradi. Tunaenda kwa kuendelea kuomba ushirikiano wao, ili mradi uweze kutekelezeka kwa ufanisi asante. Aa, nasema siku ya leo imekuwa ni historia na ni muhimu kwa sababu jambo hili limekuwa likitajika kwa muda mrefu sana kwa watu wa Serengeti na ndio maana ukiangalia kwamba watu walitoa maeneo yao na kukubali kulipwa kwa ajili ya kupisha aa, kupata huo uwanja. Kwa hiyo siku ya leo aa, kila ambacho rais amekifanya kweli, kwa kwa tunashukuru sana kwa sababu ni mfululizo wa miradi mikubwa ambayo ameileta Serengeti acha ile miradi ya maji, miradi ya elimu pamoja na miradi ya afya. Leo tumeshuhudia tukio kubwa la kuleta muundombinu huu muhimu ambao naamini kwamba baada ya ukamilishaji wa kiwanja hiki kitakuwa ni habu kwa ajili ya biashara mbalimbali, lakini itakuwa ni habu kwa ajili ya, ya, ya, ya utalii, itaifanya Serengeti kuwa ni kituo cha mawasiliano kwa jambo hili limekuwa ni muhimu sana. Ombi langu tu kwamba ni kwamba kazi hii ambayo anakwenda kuianza na tumesikia kwamba ni miezi sita, iwe ni miezi sita ya uhakika, ili kazi iweze kuendelea, uh, kwa mana, kwa maana ya ujenzi moja kwa moja kwamoja, baada ya kuwa amefanya usanifu kwa miezi sita. Lakini pia nichukue nafasi kuwaomba wananchi wa Serengeti kuweza kutoa ushirikiano, kwa sababu hiki kiwanja ni mali ya wana Serengeti na kitabaki kwa Serengeti, kwa lazima tuhakikisha kwamba tunafanya kila liwezalo kuhakikisha kwamba tunatoa ushirikiano ili hawa watu waweze kukamilisha kazi yao kwa manufaa yetu na vizazi vinavyokuja.